Real wamepiga Real, wametuingia hapa hivi, watu walipiga Real. Acha sasa, watuambie wanaenda Santiago Bernabeu na Santiago Bernabeu uko ni Santiago kichinjio. Acha watuambie kwanza, tutafanya nini huko, ni aje? Kama kawaida, mnajua ile timu ni mbaya eh, wanataja ngi hivi, ni mbaya. Lakini Santiago Bernabeu, mko na namba ya Man City, pigieni Man City, muulize what happened. Sina maoni, lakini mnajua tu ile timu ni mbaya ile kitu bado. Hata ajui mpira eh buda